Katibu katika Wizara ya Petroli aongoza uzinduzi wa mradi wa nyota unaolenga kuwanufaisha vijana hapa Isiolo. Katibu katika Wizara ya Petroli, Mohamed Liban, ameongoza uzinduzi wa mradi wa nyota unaolenga kuwanufaisha vijana 700 kutoka wadi kumi hapa Gatuzi la Isiolo. Mradi huu pia umezinduliwa katika kaunti zote 47 kote nchini. Akizungumza na wanahabari baada ya uzinduzi huo, bwana Liban amesema lengo la mradi huo ni kuwawezesha vijana kibiashara na pia kujipatia ajira. Today we have gathered here to roll out a nyota program in the country Aidha, you know, ameongeza kusema kuwa mradi huo utafanyika kwa awamu tatu na imeshirikisha idara mbalimbali mbali za serikali ili kufanikisha mradi huo.

Hata hivyo, ameeleza kuwa katika eneo bunge la Isiolo Kaskazini ni wadi ya Wabera ambapo vijana wamejisajili kwa wingi, na katika eneo bunge la Isiolo Kusini ni wadi tatu ambapo vijana wamejisajili kwa mpango huo, huku akiwarai vijana wajisajili kwa idadi kubwa. In

wakati huo huo katibu huyo amefafanua kwamba kila kijana atanufaika na shilingi elfu hamsini kuanzisha mradi wa kiuchumi. kwa kila ward ni 70, na hiyo 70 is 50, 50. Wana wasichana na wanaume. So in Isiolo we have got 10 wards. So if you get 70 that's about 700 youths who are going to be employed. That is a good number. We will draw from there but it is not one stop. It is gradual as we move together. Ili kujisajili kwa mradi huu wa nyota, bonyeza star 254 hash kwenye simu yako ya rununu, kisha ufuate maagizo. Ni kiripotia runinga ya Waso langu jina ni Hussein Morangiriguyo. Runinga ya Waso, ya kujuza na kukuburudisha.